Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa Moh Vision Online TV, mahali ambapo tunazungumza kwa uwazi, kwa uhalisia na kwa hisia kuhusu masuala nyeti ya kiafya yanayogusa maisha yetu ya kila siku. Leo tunaenda kujibu swali ambalo limechanganya watu wengi: je, wanawake wanaweza kupata mimba wakiwa na hedhi? Hebu tuchambue kwa kina, kwa njia ya kisayansi, lakini pia ya kueleweka kirahisi. Kabla hatujajibu swali kuu, ni muhimu kuelewa mzunguko wa hedhi ni nini. Kwa kawaida, mzunguko wa hedhi huanzia siku ya kwanza mwanamke anapopata damu ya hedhi hadi siku ya mwisho kabla ya kupata hedhi inayofuata. Mzunguko huu unaweza kuwa wa siku 21 hadi 35, lakini wengi huwa na wastani wa siku 28. Katika mzunguko huo kuna hatua tofauti. Siku ya kwanza hadi saba, siku za hedhi, damu hutoka kwa sababu ukuta wa mfuko wa mimba hushuka. Siku ya sita hadi kumi na nne mwili hujijenga tena na kujiandaa kwa uwezekano wa ujauzito. Siku ya kumi na nne siku ya ovulation, yai linatolewa kwenye mfuko wa mayai. Siku ya kumi na tano hadi ishirini na nane kipindi hiki yai linasubiri kurutubishwa na mbegu za kiume. Likikosa kurutubishwa, hedhi huanza tena mzunguko mwingine Sa sasa turudi kwenye swali kuu: Je, inawezekana mwanamke kupata mimba akiwa na hedhi? Jibu fupi ni ndio, inawezekana, ingawa si kawaida. Hebu nieleze kwa nini. Mbegu ya mwanaume inaweza kuishi hadi siku tano ndani ya mwili wa mwanamke. Ikiwa mwanamke ana mzunguko mfupi sana, labda wa siku ishirini na moja, anaweza kuanza ovulation mapema, hata siku chache baada ya hedhi kuisha. Kwa sababu mahisabu sahihi ya kupata siku ya ovulation ni kuchukua siku za mzunguko mzima na kutoa na kumi na nne kwa hiyo, siku yake tu ya saba anakuwa tayari yupo kwenye ovulation, na kipindi hiko yupo kwenye hedhi. Kwa hiyo kama ametoka kufanya tendo la ndoa wakati wa mwisho wa hedhi na mbegu bado zipo hai kuna uwezekano wa kukutana na yai na kusababisha ujauzito hivyo basi kwa baadhi ya wanawake kuwa na hedhi hakumaanishi uko salama kabisa pia baadhi ya wanawake huanza ovulation hata kabla hedhi kuisha kabisa. Kwa hivyo ni hatari kuamini kuwa kipindi cha hedhi ni kinga ya ujauzito. Hii ni imani potofu na inaweza kupelekea mimba zisizotarajiwa. Ikiwa hujajipanga kupata mtoto, ni bora kutumia njia salama za uzazi wa mpango, hata wakati wa hedhi. Damu ya hedhi haizuii mbegu kurutubisha yai. Kumbuka pia kila mwili ni tofauti. Mzunguko wako unaweza kubadilika kwa sababu ya stress, mabadiliko ya mazingira au lishe. Usiamini tu kwa hisia, ufahamu mwili wako, tumia kalenda au tembelea wataalamu wa afya. Sasa, kabla hatujafunga mjadala huu, kuna jambo nyeti ambalo hatuwezi kuliacha. Je, ni sahihi kufanya tendo la ndoa wakati mwanamke yupo kwenye hedhi? Jibu ni hapana, si sahihi. Kuna sababu kuu tatu. Moja, upande wa maadili na dini. Katika imani nyingi, ikiwemo Uislamu na Ukristo, tendo la ndoa wakati wa hedhi limekatazwa waziwazi. Hii ni kwa heshima ya mwili wa mwanamke na hali yake ya kipekee ya kiafya wakati huo. Afya, mwanamke anapokuwa kwenye hedhi, shingo ya kizazi hufunguka zaidi, hivyo kuna uwezekano mkubwa wa kuambukizwa magonjwa ya zinaa au bakteria. Hatari ya maambukizi kwa wote wawili huongezeka hususan kama usafi wa kutosha hautazingatiwa. Tatu, kisaikolojia na kihisia. Wakati mwingine mwanamke hujihisi dhaifu, huzuni au kutokupenda kukaribiana sana katika kipindi hiki. Kumlazimisha au kushinikiza tendo la ndoa wakati wa hedhi kunaweza kuleta mgongano wa kihisia au kuharibu uhusiano. Tambua, heshima, subira na mawasiliano ya wazi ni msingi bora wa afya ya ndoa na mahusiano. Kwa hiyo, jibu letu la leo ni kwamba ndio, kuna uwezekano wa kupata mimba ukiwa na hedhi, hasa kama mzunguko wako ni mfupi au haueleweki vizuri. Tafadhali share video hii, subscribe kwenye channel yetu, na comment maoni yako au maswali mengine unayopenda tuyajadili.